Sasa eh, siku ya jana juzi, leo pia Damon ameendelea na tour yake, it's like media tour fulani hivi ya kinyamwezi, ambayo anafanya tour tofauti tofauti kule Marekani baada ya kumaliza show yake, na hii ni kubwa sana kwa Diamond Platnumz kutokana na mziki wake, lakini pia eh, kwa Watanzania, kwa sababu kama msanii wetu anaendelea kutuwakilisha vizuri kwenye nchi za wenzetu, hii inakuwa imekaa poa sasa moja kati ya sehemu ambazo Diamond Platnumz amepita au anaendelea kupita e, kwenye hizi media kubwa au zile podcast za kinyami kabisa ambazo wasanii wakubwa huwa wanakaa na kuhakikisha kwamba wanaendelea kuexplain kitu gani ambacho wanakifanya kupitia e, sanaa ambayo wanaifanya na kupitia muziki. Mimi nikusanue tu e, ni kupitia kwenye baadhi ya sehemu ambazo mtu mzima Diamond Platnumz amepita ni, e, ni pamoja na vyombo vikubwa vya habari sana duniani moja kati ya media ambayo amepita ni pamoja na Penske Media Corporation. Hii inaitwa PMC, iko Marekani, lakini tunaambiwa hii kampuni ni kubwa sana, na ni, ni, ni bonge moja la media ambalo huwa lina linawakilisha au huwa lina present yale majarida makubwa sana ambayo huwa yanaonyesha kazi za wasanii. Moja kati ya jarida kubwa sana ambalo linaonyesha kazi za wasanii Marekani ni pamoja na Billboard. When I'm talking about Billboard, utakuwa unanielewa. Hii ni platform kubwa sana ambayo zile kazi za wasanii zikiwaga zikipanda kwenye zile charts mara nyingi huwa zinaonekana ni ngoma ambazo zinafanya vizuri sana worldwide. Kwa hiyo, moja kati ya hilo jarida ni pamoja na Billboard, lakini pia Rolling Stone ni jarida lingine ambalo utakuwa unalifahamu lakini pia very fits, lakini pia vibes na mengine mengi ambayo mtu mzima Diamond amepita kwenye hii media kubwa na izungumzia Pencil Media ambayo ndo majarida yote haya makubwa eh, kama Billboard, lakini pia kama Rolling Stone na mengine mengi huwa yanakuwa chini yake. Kwa hiyo kwenye kile kitu ambacho Diamond anakifanya kwa sasa hivi, of course sio kitu kidogo sana, sio kwa Tanzania tu bali Afrika Mashariki na Kati eh, kwa sababu speaking about wasanii wa Afrika Mashariki ambao huwa wanapata chance ya kutembelea haya majarida makubwa ni ni mara chache sana, lakini mimi ningeshangaa sana kama Diamond asingeonekana kwenye vitu kama hivyo, kwa sababu kama umeenda Marekani, umeenda Uingereza, umepiga bonge moja la show, lakini pia ilikuwa ni full house, au vipi bwana? Lakini pia watu waliitika sana kwenda kwenye kusupport kile kitu ambacho mtu mzima Diamond anakifanya. Nikawa nasubiri tu niangalie je, yeah, kile ambacho nilikuwa na kiexpect kwamba Diamond anaweza akakifanya kitatokea. Na of course, alhamdulillah Diamond amekifanya kama ambavyo